ITV ilishuhudia wakazi hao wakitawanywa kwa mabomu na kukimbia wakati walipokuwa wakielekea kugawana viwanja hivyo ambavyo wamedai vilitolewa kwa wananchi, lakini halmashauri imevigawa kwa upendeleo na kuuza kwa watu wenye uwezo na kudai kutoridhishwa na kauli ya afisa wa ardhi wa halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro. Wananchi wana wasiwasi hata utaratibu wa kubandika matangazo, kwamba kila anayetaka, anayetaka viwanja akajaze fomu, akalipie benki. Tuna wasiwasi mkubwa kwamba tayari kuna watu wameshachaguliwa, yani tayari kuna genge la watu wameshagawana vile viwanja, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sababu kero kubwa ni kwamba viwanja vilivyowahi kupimwa hapa na halmashauri wamegawa asilimia kubwa waliopata wananchi wa hapa ni wale wenye kipato cha juu, ambao waliopata wengine ni wa, ambao ni walikuwa ni watumishi hapa, wamehama sasa wanaviuza. Kabla ya jeshi la polisi kutupa mabomu, afisa wa ardhi wilaya ya Ngorongoro Switbet Bulishengo alifika kwenye eneo hilo na kusema kuwa viwanja hivyo vimepimwa kihalali, hivyo hakuna kitakachobadilika, kauli ambayo ilionekana kuwatia hasira wananchi hao. Narudia tena, hata kama akija kiongozi gani, maelezo unayotoa sasa hivi ni hayo hayo. Hata akija rais ni hayo hayo, kwamba hapa hakuna ardhi ya kijiji. Ngoja nimalize, hakuna ardhi ya kijiji. Mtauliza mtajibiwa. Viwanja vilivyopimwa aliko chini ya usimamizi wa kijiji. Anayewadanganya wadanganye. Hata siku ile tarehe sita atakapokuja waziri mkuu hapa, maneno hayo ni hayo hayo. Hali hiyo ilimlazimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro Rafael Siumbi kutumia busara kubwa kuwatuliza watu hao walioonekana kuwa na hasira kwa kuahidi kulifuatilia suala hilo, na kama kuna mtendaji aliyechakachua hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Mtulie, tufuate taratibu, kunawezekana kuna makosa huko, na mimi rais kaniteua hapa nije niwahudumie, na nikaliona kosa namshughulikia mtu. sawa. Mnanielewa? Sasa nipeni nafasi ya kumshughulikia huyo mtu aliyekosea ili ninyi msiingie kwenye matatizo. Sawa. Mmenielewa eh? Kutoka Waso Loliondo wilaya ya Ngorongoro, Halfani Likundi ITV.